Machozi yalimwagika lakini hakuna aliyejali. Damu ilitiririka lakini waliouawa walionekana kama takataka. Gen Z, kizazi kilichoamua kupigania maisha yao na kupoteza yote kabisa. Ilikuwa mapambano ya haki, lakini waliopinga mfumo walipewa risasi badala ya majibu. Walitaka kubadilisha nchi lakini walishia kuwa vichwa vya habari vilivyosahaulika. Hawa ni vijana waliokuwa na ndoto lakini mfumo uliamua ndoto zao zikauke kabla hata hazijachanua. Hii ni dunia chafu na hii ndio stori yao. Nani aliwasaliti na kwa nini walianguka? Ni mwaka wa hivi karibuni, maelfu ya vijana waliingia mitaani, si kwa fujo, bali kwa sauti. Walitaka haki, walitaka sauti yao isikike, lakini mfumo haukupenda walichotaka. Ilianza taratibu. Polisi waliwekwa barabarani kwa wingi, mawasiliano yakaanza kudhibitiwa, data ilianza kupotea ghafla. Wale walioonekana kuwa viongozi wa maandamano wakaanza kupata vitisho. Hii ilikuwa ishara ya kuwa kwa kuna kitu kibaya kinaendelea. Na siku moja moto ukawaka. Kilichoanza kama maandamano ya amani kikageuka uwanja wa vita. Kuna waliokufa, kuna waliopotea, kuna waliotiwa ndani na mpaka leo hawajawahi kutoka. Swali ni kwa nini na nani alihusika? Wanasema maandamano yalikandamizwa kwa sababu ya amani ya nchi, lakini wengine wanasema kulikuwa na usaliti mkubwa ndani ya harakati hizi. Walioanza vuguvugu vugu walikuwa na malengo safi, lakini ndani ya kundi lao kulikuwa na waliouzwa. Baadhi ya viongozi walihongwa na wakabadilishwa upande, baadhi walifanywa wasaliti bila kujua, walikuwa wakifuatiliwa na mfumo baadhi walibambiwa kesi na kutupwa ndani kimya kimya. Matokeo yake, mmoja mmoja wakaanza kuanguka. Kabla hawajajua, wameachwa peke yao kwenye uwanja wa mapambano. Kila kitu kinapofanyika, kuna mtu fulani ananufaika. Maandamano haya yalikomeshwa, lakini nani alipata faida? Biashara za watu wachache zilipata deals mpya mpya. Polisi walitumia nguvu kupita kiasi, walipandishwa vyeo. Wanasiasa walitumia matukio haya kwa kampeni zao, wakiahidi mabadiliko ambayo hawakuwahi kutimiza. Lakini walioangaika ni Gen Z, kizazi kilichoinuka kwa matumaini, kikapigwa, kikanyamazishwa na wengine wakapotezwa. Ha jamani, swali tunalopaswa kujiuliza ni kweli, jenzi walishindwa ama mbegu ilipandwa na siku moja itamea tena kwa nguvu zaidi? Historia inajirudia lakini, je, safari hii wataacha ionekane kama hadithi nyingine ya kusaulika? Hii ni dunia chafu. Karibu kwenye ukweli.